Mashindano ya Dr. Ndumbaro ndondo Cup season 2 yameanza kutimwa vumbi katika viwanja vya vi RMA manispaa ya Songea mkoa mkoani Ruvuma, ambapo jumla ya timu ishirini zinakipiga kutafuta zawadi ya mshindi wa kwanza ya shilingi milioni tatu pamoja na zawadi mbalimbali zitakazotolewa kwa washindi wengine katika mashindano hayo. Toka Zamani TV imepiga kambi katika uwanja huo kutazama namna ambavyo mashindano hayo yanakwenda. Mashindano hayo ilianza kutimua vumbi tarehe ishirini na moja kwa kuzikutanisha timu za Sidfam pamoja na Tutes Academy, mchezo ambao Sidfam walifanikiwa kupata ushindi na kujikusanyia alama tatu katika mchezo huo. Mashindano hayo yameendelea tena hii leo, na hapa tumepata fursa ya kuzungumza na mratibu wa mashindano haya, Stanslaus Kapinga, anatueleza ratiba ya mashindano hayo yalivyo. Eh, mashindano yetu mwaka huu yanajumuisha kama timu ishirini. Na katika hizo timu ishirini tumezigawa katika makundi manne. Kwa hiyo kila kundi zitatoka timu mbili kwenda kwenye nane bora na hatua ambazo nyingine zinafuata kwenye robo finali, nusu finali mpaka kumpata mshindi kwenye finali kamili. Ligi rasmi ilianza tarehe moja ambayo ni jana kati ya Tutes Academy ambao wanapatikana Lisaboni na timu na Sidifam. Ya, na matokeo ni Sidifam walipata ushindi kama wa goli mbili kwa moja. Kwa hiyo leo pia tuko kwenye, kwenye mwendelezo wa mashindano lakini kundi B ndo anacheza leo. Jana ilikuwa kundi, kundi A. Na leo ni Magereza zidi ya Hunters. Kwa mashindano kusema kweli, ni mazuri, mwitikio pia wa watu ni mzuri. Kwa hiyo tunapenda mashabiki waje waone burudani hapa Songea. Matarajio ya ratiba hii kusema kweli, ni ndefu kidogo kwa sababu inaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa saba. Eh, ndio mechi za makundi yote manne yatakuwa yamekamilika. Swala zawadi hapa, mshindi wa kwanza atapokea kiasi kama cha shilingi milioni tatu, wa pili milioni mbili na wa tatu ni milioni moja. Pia kuna zawadi zile ndogo ndogo, mchezaji bora, goalkeeper bora. Moja kati ya watu waliojitokeza kutazama mashindano haya ni katibu wa chama cha soka mkoa wa Ruvuma Abdul Omar, hapa tumepata fursa ya kuzungumza naye. Kubwa anasema pamoja na kutoa shukrani kwa mdhamini wa mashindano haya Dr. Damas Ndumbaro, anatoa wito kwa vijana kujitokeza kwa wingi katika mashindano haya kuonyesha vipaji vyao ili waweze kufika mbali katika mchezo wa soka. ndano yanakuwa na yanamotiveti sana mpira wetu kwa sababu uh, ili kuonekane kuna vipaji lazima mashindano kama haya yaweze kuwekwa. Kwa hiyo kwa hawa ambao wanaweka, mimi nafikiri tunakuwa na wasaa mzuri wa kuweza kuwashukuru na kuzidi kuwapa sapoti kwa hiki ambacho wanakifanya, tukiwa kama uongozi wa mkoa. Na ndio maana unaona wakati wote tunazunguka maeneo haya kuhakikisha mashindano yanaenda vizuri, lakini pia kumpa hamasa aliyejitolea uh, kufanya hiki kitu kwa vijana ili waweze kupata sehemu ya uh, kufanya mazoezi. Haya ni moja ya mazoezi, lakini pia ni sehemu ya vijana kuonesha vipaji vyao. Kwa hiyo sisi kama sisi tunafarijika kuona hivi, lakini kingine nafikiri uh, ni sehemu ambayo imekuwa sasa ni vijana wengi kutoka kuja kuangalia kwa kwa uh, tathmini hiyo, nafikiri inaepusha sana magenge ambayo yanakuwa sio mazuri. Uh, ili hali muda mwingi vijana wanakuwa kwenye burudani hii. Kwa hiyo sisi tunashukuru kama mkoa utapata mashindano mengi zaidi na zaidi kama haya. Naamini kabisa uh, tasnia ya mpira inaendelea kukua na ukizingatia mkoa wetu umepoa sasa kuanzia mashindano haya na mengine na mengine nafikiri tunaweza kujitengenezea kitu ambacho kitatuweka sehemu ambayo tulikuwa tunahitaji. Hapa tumepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya mashabiki ambao wanatoa shukrani kwa Dr. Damas Ndumbaro, ambaye ni waziri wa katiba na sheria, lakini pia mbunge wa jimbo la Songea mjini kwa kuanzisha mashindano hayo ambayo yenye lengo la kukuza vipaji. Bwana mi naitwa Emanuel Medison Mwangupile au Minista Kami almaharufu, ni shabiki lialia wa Antas FC na niko hapa kuifuatilia kui. Timu yangu inacheza hapa, inaongoza goli mbili kwa moja, na nina imani na timu yangu itafanya vizuri, that's why niko hapa ku support timu yangu hii hii. Ni fursa ambayo tumeipata, jioni kama hivi tunachangamsha tuna, tuna, tuna akili zetu, lakini pia ni fursa kwa vijana ambao wana vipaji kuonyesha vipaji vyao na kuweza kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana wa manispaa ya Songea ambayo mheshimiwa Ndumbaro mbunge wetu ambaye kikawaida ki tunampa kongole kwa kuanzisha mashindano haya. Mimi na neno la kumwambia kwamba Mungu ampe maisha marefu sana, kwa sababu yeye ana, ana, ana, ametufanya fursa ameweka vijana nani, fursa kwa vijana, kwa sababu tunaenda kwenye ligi ligi zinaenda championship ligi kuu, kuna mawakala wanasafiri mikoa mbalimbali kuja kuangalia vipaji, kwa hiyo hakupi hela mkononi, ila ametoa fursa kwa vijana na vijana ndo hivyo, naona tumepata sehemu ya, ya, ya kushinda kupatia riziki zao, maana timu zinasajili wachezaji, wanasajiliwa wanapata hela, maisha yanaenda. Kwa hiyo ningekutana na mdhamini wa ligi hii, ningemwambia Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu sana. Naitwa Matias Mapunda, mimi ni niko magereza pale, yanaenda vizuri, na malengo ya mashindano ni kwamba kila watu wapate burudani watu wapate burudani na kwenye haki za marefa wafanye wafanye haki zao, watu wapate burudani nzuri. Jina naitwa Juma Kiura, ni meneja wa timu ya Hunters. Anazungumzia tu kwa vijana wetu hao wajitume, hata wanapokuja kusaidia kwenye timu yani waje wafanye kazi wajitume sana, ili hata timu nyingine kiwaona hata tofauti kiwa na mashindano haya wapate kazi sehemu nyingine. Kwa mfano ligi saizi, ligi kuu wako kwenye kipindi cha usajili, unaweza kupata ligi daraja kwanza mpaka ligi daraja ya pili kote u wanaeza kupata ila usipojituma watu hata wa ligi daraja ya ya kwanza daraja pili hawawezi kufuata kuja kuchukua hapo, pamoja na zawadi mbalimbali za ushindi katika mashindano haya kubwa. Baadhi ya wachezaji wataunda timu ya combine ya Dr. Ndumbaro Ndondo Cup. Timu hiyo, baadhi ya wachezaji watakaofanya vizuri watajiunga na klabu ya Songea United ambayo inashiriki championship Tanzania bara. Kauli mbiu ya Dr. Ndumbaro Ndondo Cup season 2 ni shiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Mimi ni Shehani Mzaina kutoka hapa manispaa ya Songea na hii ni toka Zamani TV